Habari juu ya wanga, wanga carbohydrate, wanga. Wengi tumeambiwa wanga haufai, tumeambiwa wanga sio chakula, usile wanga kabisa, na lazima imekuwa ndio. Ukifika hata kipindi fulani na mimi nikataka kushawishiwa, nilitaka kushawishiwa kwamba, nikamwambia mke wangu sili ugali, sili ugali Najua mafundisho ya kienea hadi na wewe unakumbwa, unashindwa, unasahau baioloji. Lakini kana namwambia hivi, mbona biology nilifaulu sana biochemistry. Biochemistry ile nilifaulu kwa kweli, na nilikuwa bingwa kabisa wa biochemistry. Nilikuwa naijua vizuri kasema, lakini hii ni study, labda kwa sababu ni utafiti mpya. Nikajaribu yale yaliyosemwa, kanamwambia mama, kila asubuhi niwekee bakuli la maharage, linanitosha bakuli la maharage. Akaniambia lakini haya ni mambo gani haya? Mbona we ni dokta, haya mambo gani? Akaniambia mbona reasoning na nani? Akasema wewe weka maharage. Tuachane na wanga. Weka hapo, piga haya, baadaye nachukua mamboga yale, na piga mamboga. Kwa kweli nikapunguza uzito kidogo. Hadi ile watu fulani wakaniambia umepungua. Baadaye nikaenda kupima. Kaenda kupima nikapima kabisa ile ile nani kama figo inafanya kazi vizuri? Je, ini linafanya kazi vizuri? Je, sukari yangu iko vizuri na nini? Nikapima nikaangalia, nikaona kweli sukari iko vizuri. Nikapima nikaona kwamba eh, ini liko vizuri, lakini nikapima figo, nikakuta figo creatinine, ile creatinine iko nomo. Lakini ilikuwa nomo, iko tisini. Kasema ah, ingeanza basi sabini sabini, huko inataka kusogea sogea huko, mbona inakuwa tisini ngapi huko? Nikakuta urea iko juu mm. Nikasema sasa mbona hii ni azotemia hii, mbona, mbona kama kuna shida kwenye uchujaji kidogo wa figo mbona, kama kuna shida nikaanza. Unajua, lazima uanze kufikiria from cause to effect, yaani uanze kujifunza kufikiria kutoka kwenye kisababishi, yaani hiki ulicho nacho kimesababishwa na nini? Nilipogundua nikasema sio maharage haya, kila siku maharage mengi haya, kila siku hivi. Sasa kuanzia maharage Nikaambia hebu achana marage, atakula kidogo sana, yaweke pembeni. Nikarudia tena kupima, nikakuta kidney function ni safi kabisa, creatinine normal, urea haziko normal. Jamani bwana Yesu, so asifiwe sana na siku hizi wanachosema watu, kula protini, achana na wanga, kula protini, umekuwa carnivorous we umekuwa carnivore. We umekuwa mlanyama. Basi, okay, protini labda utakuja ya mimea. Okay, labda protini ya mimea na nini na mlo kamili lazima uwe na, na, na, na wanga uwe na, na protini uwe na, na mafuta, alafu pale ndani kuwe na vitamins. Nilipokuwa nikifuatilia katika kurudia biology yangu, kuangalia hivi iko sawa, nikakuta kwamba kwenye DNA ile DNA ile, ukiangalia hapa kuna nitrogenous base kuna kitu cha nitrogenous base ambacho sana sana kinatokana na proteini. Nitrogenous base inaweza ikawa ni adenosini, ikawa nini symin, ikawa, ikawa ni guanosini ha, ni maneno hayo ya, kib ya kibayolojia, ikawa ni urasili hivyo. Hiyo ndo besi hiyo, nitrogenous base hapa chini. Sasa kile kitako ambacho tuseme ndio, ndio kama jengo lile, nguzo inayoshikilia sasa, inayomshikilia huyu amino inayomshikia nitrogenous base ni ribos. Ukisema ribos au ribos ni carbohydrate. Kama carbohydrate haifai kuliwa, kwa nini imeandikwa kwenye DNA yako? alipokuwa na muumba binadamu akaandika kwenye DNA akaweka kumbukumbu -kumbu kwenye DNA ya carbohydrate. Sasa unapoondoa, unapoondoa wanga kabisa, usile wanga kabisa, maana yake ugeuke kuusiwe mtu yani wa kawaida. Kwa hiyo hatuwezi kukataa wanga, ila shida na shida sio wanga, shida ni huo wanga unakulaje, unakula saa ngapi? Unakula mara ngapi? Unakula kiwango gani? Na unakula wanga gani? nakula wanga gani? Lakini kutoa wanga kabisa, usile wanga, na mimi nadhani unajua, mimi nadhani kwamba kwa kuwa shetani hatupendi, kwa hiyo anatutengenezea mazingira ya kutumaliza. Mimi, usiniambie kwamba kuna tafiti, najua tafiti zipo na tafiti inategemea mtafutaji, tafiti yule anataka nini, ana makusudi gani? Tuache kabisa wanga kabisa? Hapana, lakini tujifunze kwa asili. Mungu alitaka tule kwa namna gani na tule nini? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.